Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku, leo tarehe 2 Mei, Ijumaa, juma la pili la Pasaka, mwaka che wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza ni somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya tano aya ya 34 hadi ya 42, na Injili kama ilivyoandikwa na Yohane sura ya sita aya ya kwanza hadi ya kumi na tano. Karibu tusikilize injili. Somo la injili lilivyoandikwa na Yohane. Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ng'ambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu akamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanyia wagonjwa Naye Yesu akakwea mlimani akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu anakuja kwake, alimwambia Filipo, tununue wapi mikate ili hawa wapate kula? Na hilo alilonena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu mikate ya dinari mia mbili haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu. Wanafunzi wake mmojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akamwambia, yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya shairi na samaki wawili, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, wakitisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani. Basi watu waume wakaketi wapata elfu tano jumla yao. Basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri walivyotaka. Nao waliposhiba, aliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipotee chochote. Basi wakavikusanya wakajaza vikapu kumi na viwili vipande vya mikate mitano ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale walipoiona ishara aliyoifanya, walisema, hakika huyo ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu, hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga akaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristu, tumesikia simulizi la Yesu kulisha watu zaidi ya elfu tano. Ndugu zangu, hili ni mojawapo ya matukio machache yaliyoandikwa katika injili zote nne. Jambo hili linaonyesha uzito wake wa kiufunuo Yesu, na kwa namna ya pekee Yohane anaandika hili tukio akitangaza kwanza kama mlango wa hotuba inayohusu Ekaristi ambapo tunaona kwenye aya ya 22 hadi ya 59. Na hivyo tuseme ni kama vile Yohane anaweka msingi wa teolojia ya mkate wa uzima. Tunapotafakari hili somo katika muktadha wa kipindi cha Pasaka, tukio hili linapata maana mpya, yaani maana ya kuwa Kristu mfufuka ndiye anayewapa watu wake uzima wa milele kwa njia ya mkate wa mbinguni, yaani mwili wake yeye mwenyewe. Ndugu zangu, ningependa kwanza tumtafakari Yesu kama Musa mpya. Yohane anatuelekeza kutambua kuwa Yesu ni Musa mpya lakini mkuu zaidi. Kama Musa alitoa sheria na chakula, yaani maana kwa watu wa Israeli huko jangwani, Yesu anatoa neno la uzima na Ekaristi katika muktadha wa Pasaka. Hili ni muhimu kwa sababu Pasaka si tu ukumbusho wa ukombozi wa zamani wa Israeli, bali ni sherehe ya ukombozi mpya na wa milele unaotekelezwa na Kristo. Katika tukio hili Yesu afanyi tu muujiza wa chakula, anachukua nafasi ya Mungu mwenyewe aliyewapa watu mana jangwani. Ndugu zanguni, tutafakari pia mkate kama alama ya Ekaristi na mwili wa Kristo. Katika aya ya 11, tunasoma Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru akawagawia wale waliokuwa wameketi, na wale samaki. Ndugu zanguni, maneno haya ni kama vile yana ulinganifu wa moja kwa moja na Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 19. Na Mathayo sura ya 26, aya ya 26, kwa kuwa sisi kuwa Yesu alichukua mkate akamshukuru Mungu akaumega akawapa. Kwa hiyo Yohane hapa anatoa tafsiri ya kielelezo. Mkate huu wa kawaida unatangaza mkate wa Ekaristi ndani ya Pasaka, ambapo Kristu ameshinda kifo, mkate huu unapata maana kamili, yaani ni mwili wa Kristu mfufuka anayejitoa kwa watu wake kama chakula cha milele. Lakini pia ndugu zangu ni tutafakari ushirikiano wa binadamu na neema ya kimungu. Tunaona pia mchango wa binadamu. Tunaposikia maneno kwamba yupo mtoto hapa mwenye mikate mitano ya shairi na samaki wawili. Katika maandiko ya Kiyahudi, shairi ilihusishwa na sadaka za maskini, tukirejea katika kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 aya ya 42 hadi 44. Hili linaonyesha kuwa Mungu huanza kazi yake kubwa kupitia kile ambacho kipo chini kabisa, yaani kama vile Pasaka inavyotangaza kuwa Mungu alimtumia Kristo aliyedhalauliwa ili kuleta wokovu ulimwenguni. Ndugu zanguni, Mungu hatutegemei sisi, lakini anatualika kushiriki katika kazi yake ya wokovu. Mwanadamu huleta chache, yaani mfano wa mikate mitano, na mungu huzidisha kuwa maelfu. Hii ni alama ya kiliturujia pia, kwani waamini huleta sadaka zao wakati wa ibada ya misa na mungu huzibadili kuwa ni mwili na damu ya Kristo. Ndugu zanguni, hili ni fumbo la pekee, linaonyesha ni namna gani tunapaswa kushiriki katika kazi ya Mungu pia naomba tutafakari kuwa Yesu anawafanya watu kuketi kwa pamoja, kwa mfano kwa wa jumuiya. Yesu anawaamuru watu waketi kwa makundi makundi. Hili si agizo la kimaumbile tu, bali ni ishara ya kijumuiya ya watu wa Mungu. Pasaka mpya inaadhimishwa katika jamii, yaani Kanisa, ambalo kuketi pamoja chini ya Kristo na kushiriki meza moja katika kipindi hiki cha Pasaka, tafakari hii inatualika kutafakari uhusiano wetu na jumuiya ya waamini. Je, tunashiriki kweli chakula cha milele katika upendo wa kindugu? Ni mara ngapi tunaketi pamoja kama ndugu na kushiriki kwa pamoja? Ni mara ngapi tunaketi kwa pamoja kama ndugu na kula kwa pamoja, neema ambazo Mwenyezi Mungu anatujalia? Ndugu zangu, kwetu sisi hiwe, ni hii ni kama changamoto. Na mwisho, ningependa tutafakari masalia ambayo yanakusanywa ni kama vile alama ya ukomavu na neema. Ndugu zanguni masalia ya mkate si mabaki tu, lakini ni alama ya neema ya Mungu ambayo haishi, inabaki hata baada ya wingi wa baraka kutolewa. Katika liturujia ya Ekaristi, mabaki ya mwili wa Kristo hutunzwa na kuhifadhiwa kwa heshima kubwa katika tabernakulo zetu. Ni alama ya masalia haya ya kiroho neema isiyopungua inayoendeleza maisha ya kiroho hata nje ya misa. Ndugu zangu, ni simulizi hili ambalo tumelisikia si tu la mkate na samaki, lakini pengine linaweza likawa ni kiini cha teolojia ya Pasaka na Ekaristi. Katika Kristo tunapokea maana mpya, yaani chakula ambacho kinatushibisha si tumbo lakini pia roho. Ni mwaliko kwetu kama watu ambao tunamfuata Kristu tusome tuelewe na, ku, na pia kuwaambia wengine kwamba Kristu aliyefufuka anabaki nasi katika mkate unaovunjwa katika jumuiya inayoshirikiana na katika sadaka ya maisha ya kila siku. Ndugu zanguni, ninawashukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Victor Edward Malia wa shirika la damu mtakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristu, kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!